Nam no, tuelekee kaunti nambari moja ambapo kamishna wa Mombasa Mohammed Noor aliongoza wakazi katika maadhimisho ya sikukuu ya mashujaa akielezea kuwa serikali imetambua mchango wa marehemu Raila Odinga kwa kumtunuku kama shujaa wa hadhi ya juu zaidi nchini. Akihutubia wananchi katika eneo la Jomvu wakati wa sherehe hizo, Noor alisema hiyo ni ishara tosha kwa viongozi. Kiongozi huyo alichangia pakubwa katika mabadiliko ya kitaifa. Tunasema kama watu wa Mombasa tumefanya mengi. <laughs> Eh, hasa tukiangalia mambo ya usalama. Nafikiri Mombasa ni tofauti kuliko ilivyokuwa mbeleni, mambo ya criminal gangs mambo ile vijana kusumbua watu tumepigana nao na usiku na mchana, na tutaendelea kupigana na hao mpaka tuhakikishe kwamba kuna usalama wa kutosha na mto na Mombasa tuweze kufanya ile tunaita 24 hour economy. Ukitaka kutembea wakati wowote wa usiku na mchana, unatembea. Hatuwezi kubali vijana kuturudisha nyuma pale tulipotoka, turejee tena kati